Elon Musk mpango wake ni upi? Miezi kadhaa baada ya kusherekea ushindi wa Donald Trump kutawazwa kuwa rais wa Marekani baada ya kushinda katika uchaguzi mkuu ambao uliofanyika nchini Marekani, Elon Musk kwa sasa ametangaza wazi ya kwamba anajiondoa katika wadhifa huo ambao aliopewa na rais wa Marekani Donald Trump, na kuwekeza kwa kiasi kikubwa, aidha kuwekeza nguvu zaidi katika kampuni yake ya Tesla, kampuni ambayo kulingana na takwimu ambazo zimetolewa katika jarida tofauti kuhusu kipato na ufanisi wa kampuni hiyo inaonyesha wazi ya kwamba kampuni hiyo kipato chake kinazidi kuporomoka, na inatajwa kwamba kipato katika kampuni hiyo kinaporomoka kutokana na ujio wa kampuni mpya yenye asili ya China ambayo pia inajihusisha na utengenezaji wa magari ya kutumia umeme. Tesla ni miongoni mwa kampuni ambazo zinamilikiwa na Elon Musk, ikiwemo pia kampuni ya SpaceX na mtandao wa kijamii wa Twitter ambao kwa sasa unajulikana kwa jina la X, ni kampuni ambazo zinamilikiwa na Elon Musk huku ikitajwa kwamba kampuni hizo zote kwa pamoja zimeweza kupoteza kiwango cha asilimia sabini na moja katika soko la hisa na kupelekea tajiri huyu wa kwanza ulimwenguni kuweza kufahamisha kwamba wadhifa ambayo alikuwa amepewa na Rais Trump kwa sasa anaachana nao kwa muda na kuweza kuwekeza nguvu zake kwa kiasi kikubwa katika kampuni yake hii ya Tesla ambayo ilikuwa imekuja kwa kishindo na kujipata ikiwa katika hali ya kuporomoka katika ufanisi wake kutokana na mmiliki wake kuweza kuwekeza nguvu zake kwa kiasi kikubwa katika wadhifa huu wa kisiasa ambao alikuwa amepewa na Rais wa Marekani Donald Trump baada ya kuchangia kwa kiasi kikubwa katika kampeni za uchaguzi ambazo zilipelekea Rais Trump kuweza kuchaguliwa kuwa rais wa Marekani. Moja miongoni mwa sababu ambazo zimepelekea Elon Musk kuchukua uamuzi kama huo inatajwa kwamba ni shinikizo kubwa kutoka kwa wawekezaji ambayo inatajwa kwamba ni kiwango cha asilimia zaidi ya sabini ambazo katika faida ya Tesla kwa sasa zimekuwa hazionekani na kusababisha hasara katika kampuni hiyo, kitendo ambacho kimepelekea Elon Musk kuweza kupima unga na maji, ili sije kumtokea mshika mawili moja humponyoka. Inatajwa kwamba Elon Musk kufanya hivyo ni kwa lengo la kutaka kuwaridhisha wawekezaji ili waweze kuendelea kushirikiana naye katika kampuni yake hiyo ya Tesla ili iweze kurejea kama ilivyokuwa imeanza katika soko la kimataifa kwa uuzaji wa magari yake. Katika mkutano ambao uliandaliwa kwa ajili ya kuzungumzia kuhusu maendeleo ya Tesla, Elon Musk amefahamisha kwamba wadhifa ambao alipewa na rais wa Marekani atakuwa angalau kwa wiki, akichangia kwa muda wa siku mbili aidha siku moja, huku akiwekeza nguvu nyingi katika kampuni yake hiyo ya Tesla, na kuweza kutoa jibu la moja kwa moja kwamba haondoki moja kwa moja katika wadhifa wake huo, bali ni kwa ajili ya kutaka kuweza kurejesha Tesla katika wadhifa ambao tayari ilikuwa imekwishafikia kampuni yake hiyo. Wadhifa ambao alikuwa amepewa Elon Musk na rais wa Marekani pindi tu alipoweza kutawazwa kuwa rais wa Marekani, Donald Trump aliweza kumkabidhi Elon Musk wadhifa kusimamia kitengo kipya ambacho malengo yake ilikuwa ni kuhakikisha kwamba kupunguza matumizi au gharama katika sekta za umma ili kuhakikisha kwamba fedha ambazo huwa zikitumika katika sekta ya umma zinarejea katika matumizi ambayo yatakuwa ni muhimu katika jamii nzima ya Marekani. Vile vile ilikuwa ni pamoja na kurahisisha michakato ya serikali na kupanga upya mashirika ya umma. Wadhifa huu ambao waliokuwa wamekabidhiwa Elon Musk ulimpa jukumu kubwa la kisiasa na vilevile vile hakuweza kuepuka lawama kutoka huku na kule kutokana na maamuzi ambayo yalikuwa yakichukuliwa baada ya kufanya mazungumzo na rais wa Marekani bila ya mazungumzo hayo kuweza kufikishwa katika baraza husika ili kuweze kuchukuliwa maamuzi ambayo yanatajwa kuwa ni ya kiserikali. Hatua hii ambayo imefikiwa na Elon Musk imetajwa kwamba hapo awali ilikuwa tu ni uvumi, lakini uvumi huu umekuja kuthibitishwa katika mkutano ambao uliofanyika hivi karibuni kuhusu maendeleo ya kampuni hii ya Tesla, ambapo Elon Musk wakati ambapo alipohojiwa na waandishi wa habari aliweka wazi na kufahamisha kwamba haondoki moja kwa moja katika wadhifa huo bali atakuwa akitenga angalau siku mbili aidha siku moja kwa wiki ili kuweza kuwa katika wadhifa huo na kuweza kuangalia ni jambo gani ambalo linahitaji kurekebishwa, kwa kuwa wakati ambapo Rais Donald Trump alipompa wadhifa huo alimwamini kwamba ataweza kusimamia wadhifa huo na kuweza kuwa na maslahi makubwa kwa jamii nzima ya Marekani kwa ujumla. Sababu nyingine ambayo inatajwa kwamba kupelekea Tesla kuweza kushuka katika kiwango chake hicho cha kiuchumi inatajwa kwamba ni kampuni ya China ambayo inajulikana kwa jina la BYD ambayo pia inajihusisha na utengenezaji wa magari ambayo yanatumia umeme, kuja kwa kasi na mtindo wa kisasa, ambapo kampuni hii ya Tesla ya Elon Musk kwa muda wa zaidi ya miaka minne ilikuwa bado ikitumia magari ya mtindo wa kizamani. Ukilinganisha na mtindo ambao tayari kampuni hii ya China inatumia na kuingiza sokoni magari yake ambayo yanaonekana kuwa ya kisasa zaidi kuliko magari yale ambayo yalikuwa yakiingizwa sokoni na kampuni hii ya Tesla. Sababu nyingine ambayo imeonekana kwamba ni kujikanyaga kati ya Elon Musk na mshirika wake, Rais wa Marekani Donald Trump. Donald Trump, utakumbuka katika siku za nyuma ya kwamba alichukua uamuzi wa kuweka masharti ya uchumi kwa bidhaa tofauti ambazo zinahitaji kuingia Marekani na bidhaa ambazo huwa zikitakiwa kutoka Marekani. Kitendo hicho kimepelekea kimeonekana pia kuwa kizingiti kwa spare za Tesla ambapo kwa wale ambao tayari watakuwa, wakiwa tayari wamenunua bidhaa hizi za Tesla aidha magari haya ya Tesla pindi ambapo atakapohitaji spare za gari hilo, itakuwa ni vigumu kulingana na masharti haya ya ushuru ambayo tayari Marekani aidha rais wa Marekani ameweza kuwekea mataifa mengi ulimwenguni ambapo kuna watumiaji tayari wa bidhaa za Tesla. Vile vile kisiasa, barani Ulaya kumeonekana kuwa na mtazamo hasi dhidi ya Elon Musk kutokana na wakati wa kutawaza kwa Rais Trump, Elon Musk aliweza kuonyesha ishara ya kinazi, ishara ambayo katika mataifa tofauti barani Ulaya huwa ikilaniwa kutokana na mitazamo ya kisiasa ambayo ilikuwa ikitumiwa kipindi hicho. Inatajwa kwamba ishara hiyo ni ishara ambayo ni ya watu ambao wanadai ya kwamba wao ndio wanaostahili kuongoza na wao ndio wateule kwa ajili ya kuongoza katika mataifa hayo, jambo ambalo lilipelekea bidhaa za Tesla kuweza kususiwa barani Ulaya, huku mashirika tofauti ambayo yanahusika na kuuza bidhaa hizo iliweza kuvamiwa na kusababisha vurugu, kitendo ambacho kilipelekea kampuni hizo kuweza kufungwa kwa muda na kupelekea pia mauzo kuweza kushuka kwa kiasi kikubwa, kutokana na mitazamo hiyo ya kisiasa. Vile vile barani Afrika, nchini Afrika Kusini, kutokana na kile ambacho kinatajwa kwamba ni ushawishi wa Elon Elon Musk, ukikumbuka kwamba Elon Musk pia ni raia wa Afrika Kusini. Inatajwa kwamba ndiye ambaye aliyeshtaki Afrika Kusini Marekani, ya kwamba Afrika Kusini inadhulumu raia ambao ni wa Afrika Kusini wenye asili ya kizungu, ya kwamba serikali ya Afrika Kusini inajipanga kuwadhulumu ardhi ambazo walikuwa wakimiliki katika taifa hilo, na kupelekea mzozo, aidha mvutano wa kidiplomasia kati ya Afrika Kusini na Marekani, mataifa ambayo yalikuwa na ushirikiano katika sekta tofauti ikiwemo katika sekta ya uchumi na kilimo. Kumbuka kwamba matunda kutoka Afrika Kusini yalikuwa yakisafirishwa kwa kiasi kikubwa na kuuzwa nchini Marekani, jambo ambalo kwa sasa kutokana na mvutano huo tayari limekwisha simama. Ni mzozo ambao uliopelekea balozi wa Afrika Kusini nchini Marekani kuweza kufurushwa kurejea Afrika Kusini, huku Afrika Kusini ikitaja kwamba huenda ikachukua hatua dhidi ya Marekani na kufahamisha kwamba ushirikiano wa kidiplomasia kati ya mataifa haya mawili hauwezi kutiwa doa kutokana na mtazamo wa mtu mmoja ambaye mitazamo yake haiendani kabisa na diplomasia ya kimataifa. Utakumbuka kwamba kutokana na mitazamo tofauti kuhusu serikali ya Donald Trump na kuweza kuweka masharti ya kiuchumi dhidi ya mataifa tofauti na kuitaka Canada iwe miongoni mwa mataifa ya Marekani, wakati ambapo kuliandaliwa maonyesho ya magari ya kisasa nchini Canada katika eneo la Vancouver, magari ya Elon Musk katika kampuni hiyo ya Tesla hayakuruhusiwa kushiriki katika maonyesho hayo na wito ulitolewa wa kususia bidhaa zote za Tesla, jambo ambalo pia lilipelekea kuweza kushuka kwa kiasi kikubwa takwimu katika mauzo ya bidhaa hizo za Tesla nchini Kanada. Elon Musk amefahamisha kwamba anaondoka kwa muda katika wadhifa wake huu ambao aliopewa na rais wa Marekani kutokana na kwamba wanahisa wanahisa ni neno la Kiswahili ambalo linatambulika kwa Kiingereza kama shareholders aidha kwa Kifaransa les actionnaires ambao wametiwa wasiwasi kutokana na Elon Musk kuweza kuwekeza nguvu nyingi katika wadhifa huu ambao malengo yake ni ya kisiasa kuliko kuwekeza nguvu zake kwa kiasi kikubwa katika biashara ya bidhaa za Tesla hivyo basi Elon Musk ametakiwa kurejea ili kuhakikisha kwamba Tesla inarejea pia kwa mara nyingine kwa kishindo wakati ambapo wanahisa hao tayari walikuwa wamekwisha anza kuangalia sehemu nyingine ambapo wanaweza kuwekeza ili waweze kujikusanyia pesa na kuweza kujiendeleza katika kampuni nyingine tofauti kuliko kuwekeza katika kampuni ambayo msimamizi wake tayari amejikita kwa kiasi kikubwa katika siasa na katika mitandao ya kijamii. Inatajwa kwamba kitendo hichi cha Elon Musk kufahamisha kwamba atakuwa akiwajibika katika wadhifa huu ambao aliopewa na Rais Trump kwa muda wa siku mbili, aidha siku moja kwa wiki, ni kitendo ambacho kimetokana na kile ambacho kimetajwa kuwa ni pesa ambazo alichangia kwa kiasi kikubwa kupelekea Rais Trump kuweza kuchaguliwa. Hivyo basi, kutakuwa na impact kubwa kutokana na kutokuwepo katika wadhifa huo tajwa, kwamba Elon Musk aliingia katika wadhifa huo akiwa na mihemko hadi kufikia kuichonganisha Afrika Kusini na Marekani na kupelekea mashirika tofauti ya kimataifa ambayo Marekani ikiendelea kuwa na ushawishi katika mataifa tofauti ulimwenguni kama katika shirika hili la USAID ambapo tayari shirika hilo limeweza kufunga milango yake kutoka katika mataifa tofauti, jambo ambalo linapelekea Marekani kuonekana ya kwamba ni taifa ambalo halifai na kuweza kukumbana na upinzani mkubwa wa kidiplomasia na mataifa hayo licha ya kwamba Marekani ina uwezo wa kutumia nguvu, lakini wakati ambao umefikiwa kwa sasa ni wakati ambao unahitaji diplomasia ya hali ya juu kwa kuwa kuna mabadiliko ya kimkakati ambayo tayari yanapelekea mataifa ya babe ulimwenguni kuweza kila moja kwa njia yake, kutaka kurejesha ushawishi wake katika mataifa tofauti, ikiwa ni Urusi na Marekani na China. Na tayari mataifa haya mawili ambayo ni Urusi na China tayari ameweza kujipenyeza katika mataifa mengi ulimwenguni kuweza kushawishi kiuchumi na kisiasa mtazamo wake, idha mitazamo yake katika mataifa hayo. Ni jamii sana. Utamaduni unasemaje kuhusu kitendo hichi cha Elon Musk kufahamisha kwamba anajiondoa katika wadhifa ambao aliyokuwa amepewa na kuwekeza kwa kiasi kikubwa nguvu zake katika kampuni yake hii ya Tesla? Tuachie mtazamo wako.